Ni EMP Africa Radio. Karibu kwenye Chimbu the vibes, si kwanza kuisikiliza kwa ni kutoka kwa Juma Mchopanga eh, Jay Mo, Shalo sana kwa uh, tunasema ni marehem Steve B. Steve B Bethei, huyu ndo jamaa ambaye alimpa jina la Mo Technics kwa sababu mwanetu alikuwa na flow moja tu, yani anapiga one tech anamaliza kila kitu, maswala ya kuweka zile back vocals, yu, nini nini, nini? Aliona kabisa nimeyeyushwa na hii, baada ya kuwa ametoka zake Kenya, na kuwa ameingiza verse kwenye ngoma ya kwao Necessary Noise. Baada hapo kila kitu kikawa ni noma famous, miongoni mwa ngoma ambayo inahubiri vitu vingi sana, ama ni ngoma kubwa pengine ambayo ilimpa mafanikio Mnyamwezi wa kuitwa Juma Mchopanga J Mode, more techniques, more flavor. Kwa nini nasema hivi? ilikuwa imezoeleka kwamba uh, majani alikuwa akukubali kwanza na akubali wazo lako ndio chorus, kama ambavyo uh, ni alimpa, alimpa, uh, eh, mimi nikona, niko, niko, niko na kitu cha kuzungumza uusin na, yani na ya umarufu, maizo. So Fonk akakubali ile idea. Siku moja mwanetu, of course, ngoma alikuwa shaandika verse moja. Verse uh, ya pili ilikuwa haipo. So jamaa Pifank akafanya chorus ya hiyo ngoma then akamtumia, akampigia simu akamwambia, buisikilize hii hii hii ni, ni, nimefanya for love na nimefanya kwa ajili yako, lakini ukizingua, unajua ntampa nani? Mtu ambaye alikuwa anawatishia sana alikuwa ni Professor J, kwamba bana ntampa Professor J kwa sababu anaweza katisha humu na kila kitu kikaa sawa. Lakini ukiachana tu na hiyo habari, famous ndiyo ngoma ambayo ilimpa mshikaji dili ama ilimpa mchongo wa kubadilisha maisha yake kwa ujumla. Imagine kufanya mia, uh, kufanya muziki uh, miaka kumi. Then unakuja kutoboa unakaribia mwaka wa kumi, yani ule mwaka wa tisa ndo unatoboa like kupata mkwanja wa kubadilisha maisha. Na anasema kwamba kwa alianza kuwekeza kwenye ghetto, kuwekeza kwenye nyumba, mijengo kabla ya pressure ya hizo kolola na vitu kama hizo. Juma Mchopanga huyo hapa anatupa story ni jinsi gani famous

nimwambia Majani mara nyingi unakuta kabla hata hajatengeneza beat, na ndio maana watu wengi wanasema Majani alikuwa ananipendelea mimi kwenye beats, ni kwa sababu nilikuwa namtayarisha kwenye hicho kitu anachotaka kunitengenezea. Kwa hiyo, famous, nilimwambia kwamba bwana, nimepata idea kali kinoma, pia inaitwa famous, ambayo humu naelezea mtu ambaye anakuwa famous na kinachoendelea him being famous. Akaniambia hiyo idea nimeipenda, kumbe mi sijui yeye kwenye kumbe sijui kwamba ameipenda sana. Kwa hiyo yeye kwenye muda wake akatengeneza beat bila mimi kujua, akaingiza chorus bila mimi kujua. Sijawahi mimi kuomba siku ni rekodi na Pifang, zaidi ya kusemaga tu: ah, wewe una loloto umempigia ga bonge la chorus madii, alafu sisi utaki kutupigia hivo. Kwa hiyo alivyonipigia simu akaniambia, msikiliza, anansikilizisha chorus kabisa mimi wakati sina vesi ya pili anaemba, sasa nimekugea leo huu wimbo, nataka leo leo uje tuurekodi. ukishindwa leo huu wimbo, kesho namgea mtu mwingine, ambaye mtu mwingine huyo siku zote anayetutishiaga naye Professor Jay. <laughs> <laughs> Noma. Leo tumeipata famous, miongoni mwa ngoma ambazo ni noma, haziishi uh, kuzisikiliza. Chia sana kwa washikaji zetu ambao wanatusikiliza right now.